na wakaenda pondo wako pondo saa hii mimi yeah. Ndio mtaamua kama ni watabaki huko ama watakuwa bado wako kwa State House. Uamuzi ni wenu. Namba mbili, lazima tuweke mambo sawa. Namba mbili, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hajawahi kosea kwa hesabu ya kisiasa. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Tunakubaliana? Nitaweza kwa kusema

ndio Raila Amolo Odinga. Pesa zake hizi kosea, hata akitaka kutetea nini 2027 na kuweka mtu mwingine bado anapima hesabu yenu akiwa anagudia mkopo. Lakini ile kikosi, ile kikosi ya waminyoro hiyo, nitagusa kikosi kwa dakika moja, ile kikosi kuna matapeli tupu

Hakuna PNP yeye zingeo ni atafanya kitu si kwao, atawafanyia nini? Mjana ni agency Mheshimiwa, yeye Mheshimiwa ni gati, kwa ingia kwa serikali 1988 ndio alikuwa ameingia kwa national government. Alitoka juzi baada ya tu yeye atingia ametoka Karozo mshuka, aliingia 1984 1984 alikuwa assistant minister, 1987 alikuwa full minister na akakuta akakuwa vice president. Ajavana kitu